Raisi Jakaya Kikwete amewataka wananchi kote nchini kujiepusha na vitendo vya uharibifu wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa kuchimba mchanga katika kingo za madaraja, wizi wa vyuma, alama za barabarani na madereva kuzidisha uzito wa mizigo kwani vitendo hivyo vimekuwa vikisababisha barabara kuharibika kwa haraka. Rais Kikwete amesema kuwa ili miundombinu hiyo iweze kudumu na kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi wananchi wana wajibu mkubwa wa kulinda na kuitunza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ikiwemo miradi ya barabara, madaraja na njia mbalimbali. Taarifa zaidi na Doto Elias kutoka Kigoma hayo wakati wa ufunguzi rasmi wa barabara ya kiwango cha alami ya Kidahwe hadi Uvinza yenye urefu wa kilomita 76.6 ambayo ujenzi wake umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 82 pamoja na ujenzi wa daraja la bonde la mto Managarasi maarufu kwa jina la Kikwete ambalo pamoja na kilomita zake nane za barabara zilizojengwa kwa kiwango cha alami limegharimu zaidi ya shilingi bilioni tisini. Daraja hili lazima kwamba tuhakikishe liko salama. Lazima litunzwe, litunzwe ili liweze kudumu. Tusipolitunza halitatuhudumia. La kwanza, madereva wakizidisha uzito wakadarasi madereva, barabara na daraja halina tatizo, wakizidisha uzito daraja msichimbe kule chini ya nguzo kutafuta udongo, si kutafuta kitu gani? Mkifanya hivyo, pia mtapunguza uwezo wa daraja kuhimili. Mara kunasimba mchanga adaraja mengine bati zuri, daraja hili alikuja kwa na bomba za chuma mkuu wa mkoa wa Kigoma Luteni Kanali Mstaafu Issa Machibia na Waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi aliyemwakilisha waziri wa ujenzi Daktari John Magufuli wamesema kuwa kukamilika kwa ujenzi wa miundombinu hiyo kumefungua milango ya kiuchumi na kijamii kwa ukanda wa magharibi. Daraja hili ni kiungo muhimu katika kufungua kwa watu wa Kigoma na kurahisisha na kuimarisha mawasiliano yetu na mikoa jirani katika upande huu wa magharibi. <totipa> kuna ada kubwa ya usafiri wakati wa masika, basi Masi likoo linaishia kule na namtoka Kigoma linaishia hapa, wanaguswa kwa mitumbwi ambaye ilikuwa sio salama na baadhi yeya wananchi wetu walizama. Barabara hii inapupisha safari ya takriban kilomita mia tatu kwa <totipa> wasafiri watokao Tabora kwenda Kigoma. Ukilinganisha na barabara ya kupitia Nyakanazi iliyokuwa ikitumika awali hususan wakati wa masika mapema mwakilishi kutoka mfuko wa maendeleo wa Abu Dhabi Said Al Dhaheri na balozi wa umoja wa Falme za Kiarabu hapa nchini Abdullah Ibrahim ambao wamechangia zaidi ya asilimia sabini na tatu ujenzi wa barabara ya Kidahwe hadi Uvinza pamoja na balozi kutoka Korea Kusini Chung Il ambaye nchi yake imechangia zaidi ya asilimia sabini na nane ya kwa daraja la bonde la mto Malagarasi wameridhishwa na nchi ya Tanzania inayotekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Kutoka Kigoma, mimi ni Dkt Elias wa TBC.